Ibana, sakata la kuahirishwa mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Young Africans wenyeji dhidi ya Simba Sports Club wageni limemwibua uh, Wilson Oruma, mchambuzi kutoka katika midia ya EFM, ambaye naye amekuja na hisia zake kutokana na suala hili, huku moja kwa moja akiwa ameonyesha kwamba ipo upande wa Simba Sposi, kwamba Simba Sposi wapo sahihi, kwa sababu wamefuata sheria na kanuni ambazo bodi ya ligi ilijiwekea. Na huu hapa ni uchambuzi wake Wilson Oruma kutokana na sakata hilo, ameanza kwa kusema: mara ya kwanza tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu nimeona timu ikilaumiwa kwa sababu ya kufuata kanuni na taratibu. Timu ngeni kufanya mazoezi kwenye kiwanja cha mchezo muda ule ule wa mchezo ni takwa la kikanuni. Ligi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa kanuni na taratibu tulizoweka sisi wenyewe. Kwa nini timu imefanya sawa na matakwa ya kanuni, tena ilazimike kutoa taarifa au mimi ndo sielewi? Anahoji hivyo. Anaendelea kwa kusema labda kama Simba wangeamua kufanya tofauti na matakwa ya kanuni ndo ningekubali, e, walipaswa kutoa taarifa. Kwa nini? Kwa sababu pengine maofisa wa mchezo wangekaa muda mrefu Benjamin Mkapa bila sababu wakati Simba hawana mpango wa kwenda kufanya mazoezi, au wakati mwingine unaweza kuta muda wa mazoezi kwenye kiwanja cha mechi kuna mchezo mwingine unaendelea. Lakini haikuwa hivyo na Simba walikuwepo kwenye, e, pre-mechi meeting kuashiria mchezo umeanza, taratibu nyingine zilipaswa kufuatwa tu bila kulazimika kutoa taarifa tena. Kila mtu abebe shia yake ya lawama kwenye hili. E, kwenye hii aibu kubwa kwenye mpira wetu. Na kinachoshangaza zaidi, Simba Sports walienda kiwanjani kutekeleza takwa la kikanuni, wamezuiwa kuingia kiwanjani na mabouncer pamoja na polisi. Yanga wameenda kiwanjani na wameruhusiwa kuingia ndani tena wakisindikizwa na polisi, wakati bodi ya ligi imeshatangaza mechi hakuna, bana. Huo ni uchambuzi wa Wilson Oruma kutoka EFM, juu ya sakata la Simba Sports kugomea mchezo wa dabi ya, ya Kariakoo dhidi ya Da Young African. Ni mtazamaji pia wa chaneli yetu, unao nafasi ya kutuanikia maoni yako katika sehemu ya comment juu ya sakata hili.